Labda, labda utueleze kwa kifupi ahadi za Mwenyezi Mungu kwa wale wanaoendelea kumtumainia mm -hmm. Uh, na kujaribu kufanya ibada zao bila kuchoka mm -hmm. Hata pale wanapojihisi udhaifu na kuvunjika moyo ama, uh, kuvunjwa kuvunjwa moyo wakati fulani mm -hmm. Uh, jamii, ndugu, jamaa, marafiki mm -hmm. Wana, wanaweza waka wakakuvunja moyo mm -hmm. safari yako ya kufanya ibada mm -hmm. Sasa hebu tueleze kwa kifupi ahadi za Mwenyezi Mungu kwa wale wanaoendelea kumtumainia. Umeongea pointi nzuri sana Ruta. People are very negative. Sure. People are very negative. Kuna baadhi ya wakati unaweza uko natamani kubadilika kutoka kwenye hali fulani pengine, mm -hmm. labda ni mlevi sana, mm -hmm. pengine umekuwa addicted na kamari, mm -hmm. pengine labda kuna tabia fulani ulikopo nayo, sasa unataka kuacha ngono, ngono. Mm -hmm. Sasa wakati upo kwenye mabadiliko, kuna baadhi ya watu watakukatisha tamaa kwamba ah, kuita majina kukurudisha nyuma katika hmm, ile process yako ya mabadiliko. Sasa, Mwenyezi Mungu Mtukufu, Subhana wa Taala kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anawaeleza familia ya, ya Yasir aliwaeleza kwamba mahlan Mahlan, ma, mahlan, fa inna mawidhakum janna. hmm. ahadi ni kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu hmm. tuwe wavumilivu tuwe na subra, lakini Mwenyezi Mungu anatuahidi msaada wake hmm. pale ambapo tutakapokuwa tumepeleka egemeo letu na tegemeo letu mbele yake hmm. Allah anatuahidi matarajio yaliyokuwa makubwa, matumaini yaliyokuwa makubwa, na kutupa msaada uliokuwa mkubwa, ikiwa tutamwelekea yeye Allah Subhanahu wa Taala, kwa sababu ametuahidi Allah Subhanahu wataala la yukhlifu lmiadi, hawezi kutengua ahadi, hmm. tofauti na mimi na wewe Ruta, tunaweza tukaaidiana hapa tukavunja ahadi, lakini Mwenyezi Mungu inna Allah la yukhlifu lmiadi, Mungu hawezi kukhalifu ahadi yake aliyokuwa ameahidi.